Na Baraza la Kitaifa la Mashujaa kwa ushirikiano na wanajeshi humu nchini KDF na maafisa wa gereza la Kitengela wameungana kupanda miche elfu tano katika taasisi hiyo ya serikali kama ishara ya kuadhimisha sikukuu ya Mazingira. Afisa mkuu mtendaji wa baraza hilo Charles Wambia aliongoza shughuli hiyo ya upanzi wa miti katika kaunti ya Kajiado, alielezea umuhimu wa utunzi wa mazingira huku ulimwengu ukiendelea kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Baraza la kitaifa la mashujaa, maafisa wa vikosi vya ulinzi nchini KDF, wale wa gereza la Kitengela pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi walijiunga na Wakenya wengine katika maadhimisho ya sikukuu ya mazingira kwenye kaunti ya Kajiado. Afisa mkuu mtendaji wa baraza hilo Charles Wambia aliwaongoza maafisa wake pamoja na washirika mbalimbali mbali katika shughuli iliyofanikisha upanzi wa miti elfu tano. We don't have land. Wambia alieleza umuhimu wa kupanda miti na uhifadhi wa mazingira katika vita dhidi ya janga la mabadiliko ya hali ya anga duniani ambapo kwa siku sijaso itakuwa ni miti ambayo itakuwa inasaidia kisasi kijaso. Maafisa wa baraza la kitaifa la mashujaa pamoja na wale wa KDF walitoa hakikisho la kujitolea kwa serikali kufikia lengo mahususi la upanzi wa miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032. This is part of the military environmental soldier program, where

Matamshi yao yalikaririwa na kamanda wa majeshi ya nchi kavu Luteni Generali David Keter aliyeongoza shughuli ya upanzi wa miti asili laki moja kwenye kampuni ya utengenezaji wa zana za kivita nchini jijini Eldoret. Majeshi ya nchi kavu yanalenga kuzindua kitalu chenye uwezo wa kumudu miche milioni kumi na kupanda miti milioni tano katika kipindi cha kifedha cha mwaka elfu mbili ishirini na tano hadi elfu mbili ishirini na sita Kwingineko katibu, katika idara ya misitu Gitonga Mugambi aliwaongoza wazazi na wanafunzi wa shule tatu tofauti za msingi katika kaunti ndogo ya Imenti Kusini, kaunti ya Meru, kwenye sherehe za mwaka huu za maadhimisho ya sikukuu ya mazingira. na tunahimiza kila mtu arundi kwa shule yake. Apande miti minimum 2000 kwa shule. Unaiona vizuri ama? Hatuioni. Uh,